Kwa majina anaitwa Leticia Ndongole. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya University of Dar es Salaam Computing Center ambayo ni taasisi anzilishi ya masuala ya teknolojia kwa hapa Tanzania. Um, uh, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kufanya warsha ya mambo ya cyber security au uh, usalama mtandao kwa siku tatu. Sisi kama University of Dar es Salaam Computing Center ni taasisi anz, anzilishi ya masuala ya teknolojia kwa hapa Tanzania lakini pia imekuwa ikitengeneza mifumo ambayo inatumika katika ndani ya Tanzania kwenye serikali, private sector, lakini pia mpaka nje ya Tanzania. Lakini pia uh, ni taasisi ambayo inafanya sana mafunzo na uwezeshaji kwa watu mbalimbali ambao wanadili na mambo ya teknolojia, lakini pia tunafanya consultation na kuweza kuhakikisha mifumo yote ya technology iko sawa. Kwa hiyo uh, kama tunavyojua kwa sasa kumekuwa na mabadiliko makubwa upande wa technology kama tunavyosikia kuna masuala ya akili mnemba artificial intelligence, lakini kuna mambo ya bitcoin cryptocurrency na masuala mengine mbalimbali mbali ambayo ni mapya yanakuja hivyo hivyo, na kasi ya uhalifu wa mitandao ambayo ni changamoto kubwa, sio tu kwetu kwa Tanzania; ni, ni janga la kidunia. Kwa hiyo sisi kama uh, uh, pioneers wa masuala ya technology lakini ambao tunajua kwa kina kuhusu kutengeneza mifumo na changamoto ziko wapi katika kufundisha na kumanage mifumo mizima, tumeona ni swala la msingi kuweza kufanya capacity building kwa wafanyakazi wote wa UCC, na tunaye mtaalam mbobezi kwenye masuala ya uhalifu mitandao, ambaye atakuwa na timu nzima kwa siku tatu, na tunaamini uh, baada ya mafunzo haya na kwa sababu ni sehemu ya kazi kwa UCC tutakuwa katika sehemu nzuri zaidi kuweza kuboresha mifumo, lakini tunapotengeneza mifumo mipya tuweze kujua zile areas ambazo ni zinahitaji kufanyiwa uh, tuseme uharaka katika kuweza kukidhi sasa ile mlaji wa mwisho, lakini serikali na taasisi zote mbalimbali mbali, private sector pamoja na public sector. Kwa hiyo uh, tunaamini kabisa tutakuwa na mchango mkubwa sisi kama UCC katika serikali yetu lakini pia katika nchi za Afrika ambazo zinatuzunguka na pia kama tunavyojua, kwa Tanzania uh, upande wa technology kwa Afrika nzima uh, tumekuwa ni kama nchi ya pili kwa kuadopti technology. Hivyo hivyo na kasi ya kujifunza mambo ya uhalifu mitandao inatakiwa iende sambamba na uh, katika tunavyoweza kufanya uh, tuseme kuweka mote kuweza kutumia zaidi teknolojia katika mifumo yetu. So tunawashukuru sana uh, ndugu waandishi wa habari wa na tunaamini mtakuwa ni mabalozi wetu wazuri wa kuweza kuisemea UCC katika masuala hayo, lakini pia na kuweza kutoa tuseme, ni kama awareness kwa serikali yetu upande huo wa masuala ya uhalifu mitandao. Kwa sasa, ajenda ambayo inaumiza vichwa vya viongozi wengi wa mataifa yote duniani ni changamoto hii ya uhalifu mtandao. Uhalifu mtandao, wamekuwa wakija na mbinu mpya kila kukicha. Sasa mafunzo haya kimsingi tunaenda kuongezeana uwezo kuhakikisha kwamba kila mshiriki, na mnajua hawa University of Dar es Salaam Computing Center ndio wanao, sio tu kutoa mafunzo, lakini wanatengeneza mifumo mbalimbali ya serikali na taasisi binafsi. Kwa hiyo wanaweza kwenda kujiongezea uwezo kuhakikisha kwamba wanajua namna gani ya kubaini, namna gani ya kutengeneza mifumo salama, namna gani ya kuongezea watu wengine uwezo wa kuweza ku Uh, kutambua changamoto za kihalifu mtandao zinazokuwa, na namna gani wanaweza kubaki basi, uh, katika hali ya usalama pale uh, mfumo inatumika na pale wanapoweza kufanya uh, kazi kwenye taasisi zao tofauti tofauti hususan wale ambao wanashughulika na mifumo ya TEHAMA. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu sana, tutaketi hapa kwa siku tatu tukijinoa kweli kweli, kuhakisha kwa kwamba kila mmoja anavyotoka hapa, basi anaenda kufanya mabadiliko sehemu ambayo ataenda kukaa. Kwa hiyo hili ni kubwa ambalo tunategemea tuna, tuna, tuna kulifanya kwa siku hizi tatu. A kimsingi, ni kwamba tuna makundi mbalimbali mbali, tuna wale ambao wanawaongezea watu uwezo, yani capacity building, vile vile tuna makundi ya watu ambao wanatengeneza mifumo lakini vile vile na wale ambao wanasimamia mifumo na wafanyakazi wengine wengi kwa ujumla wake, wote watakuwa ni washiriki wa warsha uh, wa, wa hii, na wote hao tunawaongezea uwezo kuhakikisha kwamba wanaporudi sehemu zao za kazi kwenye meza zao za kufanya kazi, basi wanaenda kufanya katika uh, uh, njia ya tofauti kabisa. E, na kama ni, mara zote ambavyo nimekuwa nikisema, inapokuja swala la usalama wa mitandao si swala la group fulani la watu, ni swala la kila mmoja. Kila mmoja ana nafasi yake ya kufanya kuhakikisha anabaki salama anapokuwa mitandaoni. Kwa hivyo basi hao ambao, uh, walioko nyumbani wanatutazama wanatumia akaunti mbalimbali, ni jinsi gani watajilinda? Huwa mara zote tunasema ule ulinzi wa kwanza kabisa ni nywila madhubuti ambayo mtu ataitengeneza kuhakikisha kwamba nywila hiyo vigumu mhalifu mtandao kuweza kuifikia, lakini vilevile aongezee kitu cha pili, tunaita second factor of authentication, ambacho kitamsaidia hata kama nywila yake madhubuti itaweza kuingiliwa, basi kitu cha pili kitamsaidia kumzuia yule mhalifu asiweze kufikia madhumuni yake ya kuingia kwenye akaunti ya mhusika. Mambo kama hayo ni ya msingi kwa watu wanaotufuatilia, lakini zaidi ya yote hawa watengeneza mifumo tunaenda kuwapika vizuri, mifumo ikatengenezwa ipasavyo. Hawa wafundishaji tunaenda kuwapika vizuri, wakatengeneze wataalamu zaidi, ili watu wengi katika nchi yetu hii ya Tanzania tupate wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto zinazokuwa kwa kasi za kihalifu mtandao. Naitwa Somoe Mkwachu ni uh, Manager business development na quality assurance wa University of Dar es Salaam Computing Center UCC. Yeah, tunafurahi sana kuwa na, na nyinyi hapa leo kuja kwenye mafunzo yetu haya ya cyber security lakini kama ambavyo wenzangu wamesema, tuna plani yetu ni kutoa haya mafunzo katika levo zote, levo ya mtu mmoja mmoja, levo ya taasisi, lakini pia na levo ya serikali. Tumegundua kwamba sasa hivi wizi wa kimitandao umekuwa mkubwa sana na unamwathiri kila mtu katika levo yoyote. Sasa tunataka kutoa training, mafunzo kwa kila mmoja, ili aweze kujua namna gani atakavyoweza kujilinda yeye mwenyewe kama, uh, kama mtu lakini pia ana akaunti zake za social media na Instagram na ana Facebook kote, kwa watu wanakwenda kudukuliwa, ambako sasa inabidi ajue namna gani ya kujidhibiti, kujilinda ili aweze kushambuliwa kidijitali. Lakini pia serikali ina mifumo mbalimbali mbali, lakini pia mataasisi tofauti zina mifumo mbalimbali mbali, na na vifaa pia vya kidijitali ambavyo inatakiwa pia vinalindwa, ili kuzuia hizi uh, hataki za cyber security za kimtandao, ili tuweze kuwa salama kitaasisi, kibiashara na, na kitaifa kwa ujumla wake.